Naomba chama hichi kijikite kwenye kutoa elimu. Wananchi hawaelewi kabisa. Nimetembea vijiji vingi vya mkoa wa Iringa. Hao watoto wapo wengi tu wana namna hii. Mzazi, si Aha, tu lakini lakini kumuuliza mzazi ulishaenda hospitali. Tu tu wengine ulishaenda hospitali hii nilibalaa tu wa ndani ndani hawatolewi nje kabisa, wanafungiwa kwenye nyumba, mama anaenda kwenye vinyungu, wengine hata shule hawapelekwi bado elimu inatakiwa iwe mu, ya muhimu sana kwenda mbele. Eneo hili ni muhimu sana ili kuondoa hili dhana potofu ya wababa kuwakimbia kina mama. Imenuma sana mama alipokuwa anaongea. Pa mama wanaokimbia sio hawa watu wenye vichwa vikubwa migongo wazi, hata wale wenye upofu wa macho baba anakimbia. Wababa wengi wana matatizo sana, sio wote, maana hata mimi na mimi ni baba eh? Baadhi ya wababa wana shida kwa hiyo tunaomba elimu hii wafikie watanzania wengi ili wababa waone umuhimu wa kulea watoto. Kwa majina anaitwa Ramadhani Suleiman Mwaruko, ni mwenyekiti wa ASBAT Taifa. Tumekuja hapa Iringa kwa ajili ya kuzindua tawi letu jipya la ASBAT na lengo kubwa ni kwa ajili ya kutoa elimu hususan kwa ajili ya changamoto hizi za watoto wenye kichwa kikubwa na mgongo wazi ambalo ni malengo yetu ya taasisi yetu kwamba tufike Tanzania nzima, na sasa hivi tuna matawi kumi tayari na hili la Iringa litakuwa ni tawi la kumi na moja, na imani kwamba tunapozidi kupambana, iko siku tutapunguza kabisa tatizo hili la kichwa kikubwa na mgongo wazi kwa jamii yetu ya Kitanzania. Sisi kama chama cha ASBAHT tuweze kufanikisha kutoa mchango wetu kwa mkoa wa Iringa, tunaomba yafuatayo ikiwapendeza mtusaidie ili ASBATI iweze kufanya kazi zake vizuri zaidi katika mkoa huu. Moja ni kibali kwa ASBATI Iringa kutembelea maeneo mbalimbali mbali ya mkoa wa Iringa ili kutoa elimu hii ya kichwa kikubwa na mgongo wazi. Mbili kupatiwa eneo la kuweka kiti na meza katika hospitali ya mkoa wa Iringa kwa maana dawati la ASBATI ambalo litaweza kama wana ASBAHT hupata data za watoto wanaofika pale na wanaopewa rufaa kwenda kwenye hospitali za rufaa kupatiwa matibabu. Mimi naitwa Shaaban Shomary ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu hapa Iringa, kifupi inaitwa SHIVYAWATA. E, kwa kweli nitoe shukrani nyingi kwa wenzetu wa ASBAHT, na ni kitu mojawapo ambacho kilikuwa kinaniumiza sana kichwa kwamba ni kwa nini vyama vingine vipo hapa matawi hapo hapa mkoani kwetu ila kasolo ASBAT wao hakuna tawi. Kwa hiyo haya maono waliokuwa nao viongozi wa ngazi ya kitaifa pamoja na sisi kule kuhamasisha na kuweza kuitikia wito wa kuja kuzindua tawi la watu wenye ulemavu wa vichwa vikubwa na mgongo wazi, imekuwa ni faraja kubwa kwetu na pia ni karama kubwa kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu nao ni sehemu ya jamii ambayo itakuwa inafahamika sasa kiasi kwamba fursa zote zinazohusu watu wenye ulemavu. Na mimi nikiwa kama msimamizi mkuu wa hivi vyama, ninaahidi nitashirikiana nao na kuweza kuhakikisha kwamba chama hiki kinaweza kuwa na nguvu zaidi, na wale wanaofichwa majumbani au wanafichwa sehemu mbalimbali, natumaini kwa kupitia matangazo haya na kwa kupitia tamasha hili na nini ufunguzi huu watajitokeza ili watoto waweze kupata, kupata tiba kama watoto wengine. Sasa ningewaomba wazazi, wale wazazi wenye watoto wenye machangamoto hii ya kichwa kikubwa na mgongo wazi wasiwachukulie kama ni mkosi, ama wasiwachukulie kama vile ni watu ambao hawastahili kuishi. Hawa ni watu sawa na watu wengine na wanastahili kupata haki zote ambazo mtu mwingine anazipata kama vile watoto wa kawaida ambao hawana changamoto aina yoyote. Ombi langu ningiwaomba, wazazi waache kuwaficha watoto ndani, waweze kuwatoa hawa watoto. Wana haki zote, waweze kushiriki shule, wana haki ya kupata matibabu, wana haki ya kuthaminiwa, kucheza na wenzio. Pia pia wana haki ya kupendwa na kuweza kushirikiana na wenzao.